Halo, habari. Karibu tena katika Bright Pendo Channel, na leo tunakwenda kuandaa maandazi mazuri, maandazi ya ngano isiyokobolewa yanayotumia unga wa ata. Tunachokwenda kufanya cha kwanza, unga wangu huu hapa, nimeupima nusu kilo tu, unatosha huu. Ndio unga wa ata, yaani unga wa ile ngano ambayo haijakobolewa kabisa, ina maana una pumba zake. Basi cha kwanza ninaweka baking powder baking powder ile ya chapa mandashi ninaweka kijiko kimoja, hiko akijajaa vizuri, na naongeza tena kingine kama hivyo, kiasi tu kidogo, isiwe nyingi sana basi. Ninaweka kisha ninachanganya, unachanganya vizuri unga wako mpaka uchanganyiki vizuri. Ile baking powder unaweza ukaichekecha, lakini mimi sikuona kama kuna umuhimu sana. Ninachanganya kwa jinsi hiyo huu unga ni mzuri sana, maandazi ya leo yatatokea ni matamu sana. Basi baada ya hapo, kuna hii hapa. Samahani sikukuonyesha kuonyesha vizuri wakati naandaa, ni mayai mawili nilikuwa nimeyachanganya pamoja na baking, pamoja na hamila pamoja na mafuta vijiko vitatu vya mafuta ya kupikia pamoja na sukari vijiko vitano pamoja na chumvi kijiko kimoja nikawa nimechanganya katika mchanganyiko huo unaoona hapo. Utanisame kwa kuwa video ilikuwa ime stop kuchukua na nilikuwa bado sijapata taarifa kama ime stop. Kwa hivyo nimechanganya mayai mawili, sukari vijiko vitano, chumvi kijiko kimoja, hamira kijiko kimoja na nusu, na nusu na nikaweka na mafuta vijiko vitatu. Kwa hivyo hapo ninachanganya mpaka hapo ambapo imechanganyikana yote, kisha ninaweka maji. Kama una maziwa pia unaweza ukaweka. Ehe, huo ndio muda mzuri wa kuweka sasa maziwa kama unayo, lakini mimi nimeweka maji tu ya vuguvugu ya kawaida, na tunaendelea kuchanganya na tunakanda unga wetu sasa mpaka pale ambapo utakuwa tayari kabisa unga huu unakuwa ni laini, hautakiwi kuwa mgumu sana, uwe tu saizi ya kati kama hivyo. Tayari unga wetu unaonekana kuwa umesha lainika vizuri, safi. Haya, baada ya hapo sasa nitaufunika unga huu na kisha tutauacha kwa muda kidogo, kwa ajili ya kuwacha ili uweze kuumuka. Umeona unga huu sio mgumu sana, ni laini tu wa kawaida kiasi cha katikati kati. Basi ninaufunika, na kisha nitauweka sasa. Hapa tayari, baada ya muda kidogo, sikuangalia saa, lakini tayari uliumuka, na ndio hapa sasa ninaanza kuuchanganya tena. Kwa hiyo ninaukanda tena kwa muda wa dakika mbili na kisha tunakwenda kuendelea na prosesi nyingine. Kwa hiyo baada ya kuukanda huko dakika mbili Haya, kwa hiyo hapa ninaugawa unga wangu sehemu mbili, donge hilo ninalikata mara mbili, lakini si lazima, unaweza ukafanya tu staili yote unayotaka wewe. Kwa hivyo mimi nimegawa hiyo donge moja la kwanza ndo ninaanza sasa kuweka kwenye kibao changu cha kusukumia na kisha ninaanza kusukuma, lengo ni ili niweze kutengeneza shape ya maandazi. Hapo utaweka shape yote unayotaka, unaweza ukaweka ile shape ya square, suae ya kiboksi lakini mimi nitaweka shepu yangu nyingine ya, ya mduara saiko kwa hivyo, tuna utatafuta ki, nani chombo chochote kama hivi cha kukatia. Mimi nitatumia hiki basi, unaenda unaanza kukata madonge yako kwa jinsi hiyo, mpaka pale ambapo unga wako utakuwa umekwisha kabisa. Nitaendelea kukata hivi mpaka mwisho nitakapokuwa nimemaliza yote haya mpaka hapo. Nimeshamaliza yote sasa, naanza kutoa hii ya katikati. Kama unavyoona, ninaondoa hizi za katikati ili niweze kubaka na vidonge vitupu kama hivi. Na baada ya kupata vidonge vyangu tayari, ninaviweka sehemu ambapo nitaviacha pale viweze kuumuka. Ninaandaa sehemu kama hiyo ambayo nitanyunyiza unga kidogo, na kisha ninaweka hivyo vidonge vyangu kama hivi ninavyofanya. Ninaweka sasa, nitapanga vizuri. Kwa hivyo utafanya hatua hizi zote mpaka madonge yako yale yote mawili yatakapokuwa yamekwisha. Na hizi ambazo nazitoa pembeni, na zenyewe utazifanya hivi hivyo mpaka unga wako wote huo umekwisha kabisa, na kisha utafunika hivi vidonge ili viweze kuumuka tena. vikiumuka kwa kiasi kidogo, basi unaweza ukaanza hatua nyingine ya kuyakaanga. Maandazi haya ni mazuri sana. Mara nyingi yanakuwa ni laini tena yaliyojaa vizuri. Ni maandazi mazuri sana, ni matamu sana kuliko unga ule ambao umekobolewa. Na hii ni nzuri sana kwa afya. Kwa hivyo maandazi yetu yako tayari kama hivi mnavyoyaona, jamani, ila ninaomba mnisamehe kwa kuwa video yangu ya leo imekuwa imeniletea matatizo sana, haikuonyesha. Nilikuwa sijapata kujua kama imestop, kwa hivyo sikuonyesha wakati ninakaanga, lakini haya haya, shepu hii ndio yale yale tuliyoyakata maandazi yangu. Haya tayari nimekwisha kuyapika na ni matamu, yana mtazamo mzuri kama hivyo mnavyoona. Basi kama wewe ni mgeni katika channel yangu na unapenda video zangu kama hivi, ninaomba bonyeza hapo sehemu ilipoandikwa subscribe kwenye simu yako kwa maandishi mekundu, na kisha utabonyeza kengele inayofuatia baada ya maandishi hayo mekundu. Hiyo kengele itakuwezesha kupata notification ya video mpya ambazo nitakuwa nikizirusha kila wiki, kila wiki, kila video nikiirusha kiirusha, wewe utakuwa wa kwanza kujua kwamba kuna video mpya imeingia. Basi ninakuomba usisite kushare na kuwajulisha rafiki zako na ndugu zako, ili na wao waweze kuangalia video hizi na kuweza kufaidika nazo. Asante kwa kuwa wewe umekuwa ni rafiki yangu kuanzia leo, na nakushukuru kwa kuwa umeangalia video hii mpaka mwisho. Kwa heri.